Juma hili linawakutanisha pia wainjilisti mbalimbali. Uh, yule mwinjilisti ambaye anaendesha juma hili ana wainjilisti wenzake ambao wanamsaidia pia kwenda nyumba kwa nyumba kuwatembelea waumini ambao wamerudi nyuma. Uh, katika juma hili la urejeshwaji, wewe kama mwinjilisti unalizungumziaje? Aa, ni juma moja zuri sana. Ni juma ambalo imetuletea uamsho kanisani, linatufanya kuamka kiroho na kumtukuza Mungu kwa siku hizi za zilizobaki za, za, za, za, za, za mwisho. Yule mshiriki ambaye haja mrefu pengine miaka miwili miaka mitatu, kupitia juma hili wewe unaweza kumhakikishia nini? Na kumhakikishia kwamba akifika kanisani uponyaji hakika, lakini na ile nguvu ya Mungu atakutana nayo. Ah, kwa majina naitwa mwinjilisti Filemoni Dominiki. Ah, ninalichukulia juma hili kuwa ni juma lenye umuhimu sana hasa katika urejeshwaji wetu kiroho na hasa kwa wale pia